Wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda kuuza samaki pale, anakaa siku nzima, anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia, anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa Edeni hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi, wanakaa wanagawana bilioni mbili nukta tano. Kivuko kipya ni shilingi ngapi? Kama hichi cha kwetu cha watu mia mbili hamsini unaweza ukakipata kwa dola amini, bilioni takriban, kama ni dola laki mbili na nusu hivyo, unakipata kimoja na na, nusu nusu, inategemea na size na mheshimiwa waziri, lakini kama vidogo hivi vya mia mbili hamsini like haifiki hapa, kwa sababu vivuko vyote hivi vinane kama bilioni nne na kidogo, kama bilioni yes. hawa wamegawana vivuko, hawa wamegawana vivuko na hapo ujichunguze ujakamilika, labda vinge, labda ingefika bilioni nne. Hiyo hiyo wamegawana vivuko wao wenyewe peke yao, wameiba nauli na vivuko. Haya ndiyo mambo ambayo rais yanamuudhi, na haya ndiyo mambo ambayo ameelekeza, lazima tuyakomeshe ndani ya serikali, na njia ya kuyakomesha watumishi wote wanaobainika na inathibitika kwamba wamefanya vitu vya aina hiyo, wala wasihamishwe wala wasisimamishwe kazi, wafukuzwe na wafikishwe mahakamani.